Jani chai yetu hapa wa Kisii, watu wetu wa Kisii na Nyamira ni wakulima hodari wa majani chai na sehemu zingine kahawa. Shil pesa ya kigeni ambayo tumepata kupitia kuuza majani chai mwaka huu ndio pesa ya juu zaidi tangu tupate uhuru kama taifa miaka miwili iliyopita Kenya ilipata bilioni mia moja na sitini kutoka kwa kuuza majani chai mwaka uliofuata Kenya ikapata bilioni mia moja na themanini mwaka jana tumepata bilioni mia mbili na kumi na tano hiyo ni kumaanisha ya kwamba tunasongesha faida kwa wakulima wetu kwa majani chai ambaye kwa kilo moja ilikuwa shilingi 44, tumeisongesha inakaribia 60, na tunataka isonge hata mbele. Kwa wale ambao ni wakulima wa kahawa, tumeboresha bei ya kahawa. 2022, bei ya kahawa ilikuwa kwa kilo moja shilingi 40, 50, 55, ikienda sana 60 leo msimu huu kahawa inalipa mia na kumi mia na ishirini mia thalathini mia arobaini kule Embu na Kirenyaga imefika hata karibu mia na hamsini The highest factory has paid 148 shillings per kilo. Tunataka kuisongesha mbele ifike mpaka karibu hata shilingi elfu mia mbili